Sisi tunawasubiri kafu watuambie, kwa sababu kafu walichoandika ilikuwa recommendation ya kwamba wanaamini ripoti yao. Mimi nimesoma, wanasema uwanja wa Benjamin Mkapa umekuwa na major improvement na wanaamini kwamba uwanja ni mzuri, unaweza kuchezeka, isipokuwa kama kutakuwa na mvua kubwa. Kwa hiyo sisi tumewapa ushahidi, ikiwamo ripoti ya idara ya hali ya hewa kuonyesha tarehe 24, 25 na 26 hakuna mvua, isipokuwa 26 shia asubuhi ndio mvua nyepesi nyepesi inanyesha, na swala la utabiri wa hali ya hewa sasa, hizi sio ramri. Ukiingia tu ukiamua ku, ku Google tu utapata kwamba Dar es Salaam kutakuwa na hali gani ya hewa. Lakini hata hivyo mvua katika siku hizi mbili tatu imenyesha sana Dar es Salaam, na dimba lina maji. Kwa hiyo naamini ni figisu za hapa na pale, lakini ndo mchezo wenyewe wa mpira wa miguu ulivyo. Figisu ni sehemu ya shughuli hii. Kwa hiyo naamini watakapotoa maamuzi wataturuhusu kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu kimsingi, kama Simba uwanja wao wa nyumbani ni Benjamin Mkapa, kama hauruhusiwi, inabidi waulizwe Simba wanataka kucheza wapi. Na ndio maana CAF hawakuandika, ukisoma barua yao hawakuandika kwamba mchezo uende Zanzibar kwenye uwanja wa Amani, wameandika wanashauri mchezo uende Zanzibar. Kwa hiyo tunaamini uh, na wao watakuja kufanya ukaguzi wa mwisho waturuhusu kutumia dimba lile, na ikishindikana watawapa Simba nafasi ya kuamua mchezo uende wapi na Simba wataona wapi wapo, wapo comfortable kucheza mchezo ule. Naamini uh, mimi kama Mtanzania uh, na Watanzania wenzangu wote wapenzi wa mpira wa miguu tunataka mchezo ucheze Benjamin Mkapa na sababu zinazo zilizotajwa za kwa nini mchezo huenda usichezwe Benjamin Mkapa ni dhaifu. Tumefanya kazi yetu inavyotakiwa kufanyika, na naamini CAF wataliona hilo na wataweka mchezo huu wa marudiano kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Imara kama chui bo! <laughs> maisha ni furaha, tufurahi. Ipo mtaani kwako.